Alitaka tu kupata alama nzuri, lakini alipata mengi zaidi, na siyo kabisa yale aliyotarajia. Filamu inaanza na Jamie, mwanafunzi mwenye bidii, akimpa mwalimu wake Miss Cohen zawadi ya kuagana, kwani Cohen alikuwa anaondoka shuleni. Cohen anamthibitishia Jamie akimsifu kwa ufaulu wake mzuri wa kitaaluma na kumtia moyo aendelee kufanya kazi kwa bidii ili aweze kujiunga na chuo chochote anachotaka. Baadaye Jamie anamuuliza Cohen kuhusu mbadala wake, Miss Matson, ambaye Cohen anamwelezea kama mwalimu mwenye kipaji ambaye anaamini Jamie atampenda. Siku inayofuata, Miss Matson anaanza kufundisha darasa lake na kujitambulisha. Kisha mara moja anawapa wanafunzi mtihani, akieleza kuwa anafuata mpango wa Cohen. Baada ya darasa, Matson anamwendea Dani na kumuuliza kuhusu alama zake, akimkumbusha kuwa lazima azidumishe ili aendelee kubaki kwenye timu ya baseball. Dani anaomba waongee kuhusu alama zake baada ya shule na Matson anakubali. Wakiwa wanaongea, Matson anamuuliza kama anamchumba na Dani anamzungumzia Jamie ambaye anamvutia sana. Licha ya kujua kuwa Dani yuko kwenye uhusiano, Matson anaanza kuonyesha kumvutia. Anamwahidi kumsaidia zaidi katika kazi zake za darasani, akisema kuwa anapatikana baada ya shule kila Alhamisi. Dani anakataa Akieleza kuwa amepanga kutumia wikendi ya maadhimisho ya uhusiano wao na Jamie. Matson kisha anaomba namba yake ya simu ili aweze kumsaidia katika kazi zake. Siku inayofuata, Jamie anakata tamaa anapopata alama ya C kwenye insha yake na anamwendea Matson kumuuliza kama kuna njia ya kuboresha alama hiyo kwa kuwa anahitaji alama za juu ili kupata ufadhili wa masomo chuoni. Matson anampa kazi ya ziada inayotakiwa kukabidhiwa siku inayofuata jambo linalomfanya Jamie ashindwe kurekebisha insha yake ipasavyo. Akiwa na wasiwasi, Jamie anaamua kuweka ndoto zake za chuo mbele kuliko uhusiano wake na Dani. Anapomwambia Dani kuwa hawezi kutumia muda naye kwa sababu ana shughuli nyingi na insha yake, Dani anakasirika na kusema kuwa alama si kila kitu. Jamie anamjibu kwa kueleza matatizo ya kifedha ya familia yake na umuhimu wa ufadhili wa masomo kwake, tofauti na Dani ambaye wazazi wake wanalipia elimu yake. Dani kisha anamkabidhi Jamie zawadi ya maadhimisho yao na anaondoka akiwa ameumia moyoni. Wakati huo huo, timu ya baseball ya Dani inapoteza mchezo, jambo linaloongeza huzuni yake. Akiwa hawezi kufurahia maadhimisho yake na Jamie, anaishia kwenda baa na B. Matson ambaye anamshawishi anywe bia, akimhakikishia kuwa hatamwambia mtu yoyote. Mazungumzo yao yanajikita kwenye uhusiano wake na Jamie na changamoto anazopitia siku inayofuata Jamie anavunjika moyo zaidi anapopata tena alama ya C si kwenye insha yake, hata baada ya kufuata ushauri wa Matson. Anaanza kuhisi kuwa Matson ana tatizo naye na anamweleza rafiki yake ambaye anamshauri azungumze na Matson tena. Baada ya darasa, Jamie anamuona Matson na Dani wakizungumza kwa ukaribu, jambo linaloongeza mashaka yake. Dani anamwambia Matson kuwa kocha wake huenda akamtoa kwenye timu ya baseball, lakini Matson anamthibitishia kuwa akiboresha alama zake ataendelea kubaki. Anajitolea kumpa masomo ya ziada na anaonyesha kuelewa shinikizo analopata kutoka kwa wazazi wake wanaotaka aende chuo maarufu kama Stanford. Naye Matson anasimulia kidogo kuhusu maisha yake, akisema hakuwahi kuwajua wazazi wake wa kumzaa na kwamba mama yake wa kambo alifariki kutokana na dozi kubwa ya insulini. Baadaye, Jamie anakutana na Dani na kumweleza kuwa b Matson anampa alama za chini kimakusudi licha ya juhudi zake. Dani anashangaa kwa nini Matson afanye hivyo, lakini Jamie anaonekana kukata tamaa. Baadaye, Dani anamkabili Matson na kumuuliza kama anampa Jamie alama za chini kwa makusudi. Matson anamjibu kwa kuuliza Jamie amemwambia nini, naye Dani anasema hakuna kitu maalum. Matson anamthibitishia kuwa Jamie anafikiria kupita kiasi. Wanabusu, na Dani anapogeuka, anamuona Jamie akiwa anawaangalia nje ya nyumba, akiwa ameshtuka. Jamie anaondoka haraka. Dani anakimbia kumfuata akipuuza jitihada za Matson za kumzuia nje ya nyumba ya Matson. Dani anamfikia Jamie, ambaye anapambana kuzuia machozi, akijihisi kusalitiwa na uhusiano wake na mwalimu wake. Dani anajaribu kujitetea, lakini Jamie hamwamini. Ili kumtuliza, Dani anasema atashughulikia hali hiyo. Asubuhi inayofuata, Matson anamwendea Jamie na kuomba msamaha Akikiri kuwa alikosea kumpa alama ya C kwenye insha ya pili na anaibadilisha kuwa A. Jamie anajibu kwa kejeli, akisema kuwa kuomba msamaha huko hakutatui tatizo kati ya Matson na Dani. Baadaye, Matson anamuona mkuu wa shule na kuripoti kuwa Jamie amekuwa na tabia ya uchokozi. Ingawa mkuu anataka kuzungumza na Jamie, Matson anasisitiza kuwa anaweza kushughulikia swala hilo na kuhakikisha linaishia vizuri. Dani anamtembelea Jamie. Naye anamwambia kuwa Matson amepandisha alama yake, lakini anaamini alifanya hivyo kwa kujilaumu. Dani anamthibitishia kuwa anapanga kumwacha Matson usiku huo. Jamie anamwambia baada ya hapo Matson anaweza kuzungumza naye kuhusu uhusiano wao. Dani anapanga kukutana na Matson bustanini. Anapopokea ujumbe wake, Matson anajawa na furaha. Bustanini, Matson anaonyesha kumvutia Dani, lakini Dani anasimama imara na na kumwambia hakubaliani na jinsi alivyomtendea Jamie. Matson anajaribu kumshawishi abakie, lakini Dani anaondoka akimwacha akilia kwa kukata tamaa. Matson anaingia kwenye gari lake na kwa uamuzi wa hovyo anamgonga Dani. Anaficha haraka mwili wake, anasafisha gari na baadaye anaweka damu ya Dani kwenye gari la Jamie bila yeye kujua. Asubuhi inayofuata, polisi wanajadili kesi ya kijana aliyepatikana amekufa bustanini. Wakati huo huo, Jamie anajaribu kumpigia Dani mara kwa mara bila mafanikio. Muda mfupi baadaye, mama yake Jamie anamwambia polisi wamepiga simu, mwili wa Dani umepatikana. Polisi wanawaomba Jamie na mama yake wafike kituoni. Kituoni wanakutana na wazazi wa Dani ambao wanamlaumu Jamie kwa kifo cha mwana wao. Hali inakuwa ya mvutano hadi polisi wanapoingilia kati. Anapoulizwa, Jamie anaeleza kuwa Dani alikuwa amepanga kuja nyumbani kwao baada ya kuachana na mpenzi wake Matson, polisi wanashangaa na kumuuliza kama ana ushahidi wa uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi kati ya Matson na Dani. Baadaye, polisi wanamtembelea Matson nyumbani kwake. Anakana kuwa na uhusiano wowote wa, wa kipekee na Dani, akidai Jamie anatoa tuhuma za uongo. Anaongeza kuwa tabia ya Jamie imebadilika wiki iliyopita. Anapoulizwa alikuwa wapi wakati wa tukio, Matson anasema alikuwa kwenye sinema. Siku inayofuata, polisi wanafika nyumbani kwa Jamie kutafuta ushahidi. Wanakuta damu mbele ya gari la Jamie. Akiwa ameshtuka na kuchanganyikiwa, Jamie hajui cha kusema na polisi wanamkamata kwa tuhuma za kumuua Dani. Wazazi wa Jamie wanamhakikishia kuwa ataachiwa hivi karibuni. Akiwa gerezani, mama yake Jamie anamchunguza kwa karibu Matson na kugundua tabia zake za ajabu. Kama walivyotarajia wazazi wake, Jamie anaachiwa. Akiwa na uhakika kuwa Matson ndiye aliyemuua Dani, Jamie anapanga mpango wa kumfanya akiri. Usiku huo, Jamie anajificha na kwenda nyumbani kwa Matson. Anapokaribia kupata ungamo, Matson anatambua nia yake na kujaribu kumdhuru. Matson anakasirika sana baada ya kugundua kinasa sauti. Anapoinua mkono kumshambulia, askari wa upelelezi anamshika mkono na kumzuia. Polisi wanafika kwa wakati na kumkamata Matson.